Pendwa mtazamaji, ni siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 11 aya ya 45 hadi ya 57. Injili ya Yohane sura ya 11 imebeba ujumbe mmoja mkubwa sana ambao Yesu aliufanya katika kijiji cha Betania, yaani Alienda Betania akamfufua Lazaro. Lazaro aliyekuwa mfu kwa muda wa siku nne, Yesu akamfufua, na tendo hilo alilokuwa amelifanya lilipelekea watu wengi wakamwamini, kama anavyozungumza huyu e, e, mwinjili Yohane kwamba wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Maria na kuyaona yale aliyokuwa ameyafanya Yesu wakamwamini. Na watu walivyoweza kumwamini wale viongozi wa kiroho ambao walikuwa ni Mafarisayo, wakuu wa makuhani na wengine Masadukayo wakaonekana kwamba maisha yao yote yalikuwa ni unafiki, kwamba hawajawahi kumfufua mtu yoyote yule katika maisha yao yote ya kuweza kumtumikia Mungu na kuweza kusali. Kijana huyu mwenye miaka thelathini na tatu amefanya makubwa, amefanya maajabu mtu aliyekuwa maiti kwa muda wa siku nne ni huyu hapa, Lazaro ni mzima. Na baadaye hawa viongozi wakaumia sana, ndipo hawa maku, wakuu wa makuhani na wale mafarisayo wakaitisha kikao, wakakaa wakasema, tunafanya nini katika maisha yetu? Maana huyu Yesu anaifanya ishara nyingi, ambazo zinaonyesha kwamba sisi hatuna nguvu za kimungu tukimwacha aendelee kufanya mambo haya, mtu huyu anapofanya ishara hizi watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, ambao walikuwa wanawatawala, watakuja na watatuondolea mahali petu na taifa letu. Tunajifunza kitu hiki, kumbe viongozi hawa wa kiroho walikuwa wamekaa katika nafasi ile kwa ajili ya maslahi ya kimwili, si kwa ajili ya kuanza kuokoa roho za watu. Angalia, wanaanza kuwaogopa Warumi ambao ni wanasiasa, ambao ni watawala katika hali hii. Maanake ukiona viongozi wa kiroho wanaanza kuwaogopa watawala, hawatazungumza ukweli, watajipendekeza kwa watawala ili watawala hawa wasije wakaondoa nafasi zao, wakaondoa kula yao, wakaondoa shibe yao mbaya sana. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana atuepushe na dhambi ya viongozi kuweza kuwaogopa viongozi ambao ni watawala, viongozi wa kisiasa, wanajipendekeza na wanapanga mipango ya kuweza kumuua Yesu ili sasa nafasi zao zisije zikaondolewa, kwa sababu hawakuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu, kwamba anafanya maajabu mengi kwa kasi, sisi hatutaaminika tena mbele za watu, hawakusimama mbele za Mwenyezi Mungu, yaani wanataka waonekane ni wazuri kwa watu, lakini mbele za Mwenyezi Mungu si wazuri. Anatokea kiongozi ambaye alikuwa ni kwani mkuu, anaitwa Kayafa. Huyu anawaambia kwamba sikiliza, hamjui kwamba imeandikwa kwamba mmoja lazima afe ili watu wote wasiangamie, ili taifa zima lisiangamie. Na mwinjili Yohana anazungumza kwamba neno hili alilitamka si kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa ni kwani mkuu mwaka ule, alitabiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo, wala si kwa ajili ya, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja awakusanye watoto wa Mungu waliokuwa wametawanyika, ili waweze kuwa wamoja. Katika ibada za wana wa Israeli, walipokuwa kwenye ibada ya toba, Yom Kipu, siku ya utakaso kabla ya Pasaka wamepeleka sadaka zao za dhambi. Kuhani ndiye aliyekuwa anakuja kuja kumkagua kondoo ambaye alikuwa anapaswa kwenda kutolewa kafara, achinjwe, anasema huyu hapa anafaa. Na ilikuwa lazima kuhani mkuu amkague asiwe kuwa asiwe na dosari lolote lile na anatamka kwamba huyu hapa kondoo lazima afe achinjwe, kwa ajili ya taifa zima lisije likaangamia katika swala zima la dhambi. Hasa angalia katika Yesu ambaye ni mwana kondoo wa Mungu, anapaswa kuja kuchinjwa, afe kwa ajili ya kuweza kukomboa si taifa tu la Israeli, bali watu wote waweze kuwa wamoja kwa Mwenyezi Mungu. Kuhani mkuu anasimama kayafa anakuja anatamka, anasema kwamba imempasa mtu mmoja afe. Kwa hiyo mtu huyo afe, ni Yesu Kristo, ili lisiangamie taifa zima. Kwa hiyo badala ya ulimwengu mzima kuweza kuangamia, Yesu ilibidi afe. Na kwani mkuu anasimama pale kuweza kutangaza hilo, kwamba yeye ndiyo mwana kondoo wa Mungu anayestahili kuweza kufa, na hakusema hiyo kwa ajili ya nafsi yake, bali kwa ajili ya ule unabii ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameuweka. Hivyo basi hata hawa ambao walikuwa ni wapinzani wa Yesu Kristo wanajikuta moja kwa moja wameingia kweza kuta kutangaza kwamba Kristo ni mwana kondoo, lazima afi kwa ajili ya ulimwengu mzima. Damu yake ina thamani kubwa sana kwa ajili kweza kutuokoa, atufanye tuweze kuwa moja. Neno hili ambalo anazungumza kwamba wale waliotawanyika ili waweze kuwa wamoja, maanake damu ya Kristo ndiyo inayotuunganisha katika maisha. Ukiona upo sehemu ambapo mmetawanyika, mmevurugana, ita damu ya Yesu itawaunganisha mtu ambaye ametawanyika ameenda huko, ita damu ya Yesu ya mwana kondoo wa Mungu itamrudisha huyo mtu, na wote mtakuwa wamoja. Damu hiyo itamleta, itamuunganisha, atakuwa ameunganika na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, baada ya maneno hayo, Yesu akajificha, hakutembea tena kwa wazi. Twajifunza jambo hapa, ingawa alikuwa ni mwana wa Mwenyezi Mungu, alitambua kwamba maadui wapo, wanataka kuweza kumwangamiza, hakujipeleka, alijitenga katika safari ya maisha ya kiroho, hata kama una nguvu kubwa sana za kiroho, hata kama unatenda miujiza mikubwa sana, utambue maadui wapo. Tafuta muda wa kujitenga, uweze kuwa peke yako na mwenyezi Mungu. Hasa hivi tupo katika jamii ambapo watu wengi sana wanapenda kwenda kwa Yesu Ekaristi. Ukae katika upweke peke yako na mwenyezi Mungu huko, usikutane na watu wengi. Ndivyo Yesu alivyojitenga. Tafuta muda wa kukaa peke yako. Mwenyezi Mungu akupatie nguvu ya ajabu ya kuweza kukabiliana na changamoto zote ambazo tupo katika dunia hii. Ndio maana Yesu alisema kwamba duniani kuna dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ni kweli tunapoenda kuunganika na yeye katika upweke, katika ukimya, tusipoonekana mahali mbalimbali kwa watu, tunapokaa na yeye anatupatia nguvu ya kuweza kushinda ulimwengu. Yesu anaenda kama eneo ya jangwa mpaka mahali ambapo palikuwa panaitwa Efraimu anakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Tafuta eneo la upweke, tafuta eneo la jangwa, kaa huko wewe uweze kuongea na Mwenyezi Mungu. Na baada ya hapo, anapanda kwenda kwenye Pasaka, akienda kusherehekea pamoja na wanafunzi wake na jamii nzima, na huko basi ndipo atakamatwa na baadaye pia atasalitiwa na huyu uh, Yuda Iskarioti, baadaye atapelekwa kwa Pilato na baadaye atauawa na baadaye damu yake takatifu itamwaga pale msalabani na kuweza kutukomboa wote. Tuendelee kufuatilia matukio haya ya wiki kuu ambayo tunayoanza ya, na Mwenyezi Mungu akutie nguvu katika safari yako ambayo maisha ambayo uko nayo. Ingia katika wiki hii kuu ukiwa na baraka ya Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Amina.